Ukiwa ndani ya Israeli huruhusiwi kutoa taarifa za madhara yanayosababishwa na makombora ya Iran. Chombo chochote kile hakiruhusiwi kutoa hizo taarifa. Taarifa zinatolewa kwanza na serikali, wanahabari watapewa taarifa na serikali ya Israeli ndio waitangazie dunia. Kwa hiyo taarifa yoyote unayoipata kuhusiana na mustakabali wa Israeli na hii vita ni serikali inatoa. Kuna watu walikuwa wanataka kupata taarifa madhara yaliyosababishwa na shambulio la Iran kwenye ofisi za Mossad. Ndugu yangu hata mimi mwenyewe nimetafuta hizo habari kweli kweli, lakini serikali ya Israeli sasa hivi ndio ina control taarifa za madhara yanayosababishwa na Iran. Ukitaka kuelewana na hii sentensi, iko hivi. Donald Trump ametangaza kwamba Israeli inatawala anga ya Iran, baadaye Iran nao wakatangaza wanaitawala anga ya Israeli. Unajua hii vita Israeli yeye anategemea ndege, Iran anategemea makombora. Iran wao ye asafiri yeye, anatuma tu nyuki, wanaenda kushambulia. Sasa ukweli ni upi kati ya Iran kuitawala anga ya Israel na Israel kuitawala anga ya Iran? Iko hivi mpaka sasa hivi, taarifa kutoka Israel zinasema makombora ya kutungua haya makombora ya Iran yanayoingia Israel yanakaribia kuisha. Unajua mfumo wa ulinzi wa anga unafanyaje kazi? ni kombora linatumwa kwenda kukutana na kombora lingine ili kulitungua lile kombora, ili kulilipua. Sasa kumbuka, Iran anatuma nyuki za makombora, kwa hiyo huu mfumo wa anga wa Israel unazidiwa. Utungue lipi, wache vipi? Pili, kiasi cha makombora kinachotumika katika kutungua haya makombora kinaelekea kuisha. Israel is running out of interceptors, ndilo neno linalotumika kwamba haya makombora ya kuingilia ya kuyatungua haya makombora ya Iran yanaelekea kuisha. Alafu kwenye video zangu za mwanzo mwanzo, watu wanaonifuatilia, niliwaambia gharama za uendeshaji wa vita kwa Israeli ziko juu sana. Bahati nzuri, nilichokuwa nakisema nimepata msaidizi. Wanasema kwa siku Israeli anatumia milioni mia saba US dola mpaka bilioni moja operation ya siku moja ya Israeli Hizo ndizo gharama ambazo Israel anazotumia ni pesa nyingi sana. Mi nilijua lazima iwe hela nyingi, kwa sababu vifaa vya kijeshi vya Marekani ni bei ghali sana kiuendeshaji. Tumefikaje hapa? Lengo kubwa la hii vita ilikuwa ni knockout blow, pigo moja, Iran inadondoka, kazi inaisha. Hilo imeshindikana, vita imeshakuwa ndefu, gharama ni kubwa. Tunaimalizaje hii vita? Marekani naomba msaada. Tafsiri yake ni kwamba bajeti aliyoiandaa ya Israeli kwa ajili ya knockout imekata, au kwa maneno mengine, watu wangumi wanasema Israeli amekata moto. Wakati Israeli anakata moto, Irani anasema tuendelee. Ndio anakuja bwana mkubwa Trump, anaanza kutuma maneno ya kutisha: jisalimishe, tutakuua, tunajua uko wapi, we jisalimishe mwenyewe. Hizo zote hizo kelele zote ni dalili kwamba Israeli ameshakata moto sasa. Marekani atamwokoaje Israeli ili naye asiingie gharama nyingi? Kwanza inabidi atume kauli za kishujaa hizo kama unazosikia. Pia ni wakumbushe watu Trump amekutana na upinzani mkubwa sana wa kisiasa ndani ya nchi yake. Watu wote maarufu waliomuunga mkono Trump kipindi cha uchaguzi wanajuta, kwa nini walimuunga mkono na kushinda uchaguzi. Kumbuka sera za Trump zilikuwa mimi ni rais nisiyependa vita, mimi ni rais sikuanzisha vita mpya sasa watu wanajiuliza, huyu ndio yule aliyetuambia hapendi vita? Alafu Netanyahu wanamwingia kichwani, wanaenda kuanzisha ugomvi ambao hauna hata logic. Hii vita ni ya Netanyahu si ya Trump. Trump ameshikwa aingie kwenye hii vita, lakini hii vita ni ya Benjamin Netanyahu. Netanyahu mtaji umesha feli, anafanyaje? Kambedei amejibu kikali, akasema hawatajisalimisha watapigana mpaka mwisho. Marekani anazidi kupeleka vifaa mashariki ya kati, watu wanasubiria, je, rais wa marekani atatoa amri marekani ishambulie Iran? Kila mtu anasubiria. Irani bado wanaendelea kurusha makombora kwa Israel kwa kadri wa Israel nao wanavyowashambulia. Kumbuka Irani alisema ili yeye aiache ya hii vita inabidi Israeli aache kuishambulia Iran, hapo ndipo nao watasitisha kupeleka hiyo mvua ya makombora kwa hiyo sababu ya Israel kuomba msaada Marekani, mtaji kwanza, umekata pesa imeisha, bajeti ya hii vita kwa Israel imeisha isha kwa sababu Israel hawakujiandaa kwa vita ndefu kama hii. Kelele nyingi sasa hivi ni regime change. Kwa nini Marekani na Israel wanazungumzia ku regime change, kuipindua hii serikali? Wanaamini vi kwa kiasi cha viongozi waliouawa na Israel ndani ya Iran, serikali hii sasa ni dhaifu sana, kwa tuipindue. Hizo ndizo kelele za watu wa magharibi baadhi ya washirika wa Trump huko Marekani kwamba hii ndio serikali ya Iran dhaifu kuwahi kutokea, tuimalizie kabisa. Hayo ndio yanayoendelea kwa Marekani. Kumbuka makombora sasa hivi yanapita kirahisi sana kuelekea kwenye kwa Israel, watu wamesema ndani ya Israel kuna watu wanasema mfumo wa R3 umekufa kabisa. Kumbuka Israel ana mifumo kama mitatu, kuna David Slay, kuna Arun. R2, R3. iko mingi mingi yote ishakwisha kabisa haina uwezo wa kutungua makombora ya Iran hapo ndipo bwana mkubwa Marekani anaposisitizwa aingilie asaidie ndugu zangu kumbuka hii vita Iran anapigana amezungukwa na maadui wote Israeli Waarabu wote wako kinyume na Iran lakini angalia anavyopambana Iran mpaka sasa hivi angalia adhabu Iran ameipeleka kwa Israeli mpaka sasa hivi dunia haija amini. Wale mnaopenda kuliombea taifa la Mungu Israeli, Mungu ni waote, hakuna Mungu wa Israeli tu. Jamani, huu ufafanuzi wa Biblia ni matangopori. Ni Mungu gani huyo aruhusu watu wake waadhibiwe hivyo? Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi ni Mungu wa wote. Dunia inasubiria kauli ya Trump, je, yeah. atoe go ahead wanajeshi wa, wa Marekani waishambulie Iran? Hapo ndipo dunia inaposubiria, mi mwenyewe nasubiria ila Kabedei na serikali yake wamesema hawatajisalimisha, wataendelea na mapambano. Vita ni mbaya, tuwaombe waache kupigana. Ndani ya masaa tisa, Urusi alituma makombora thelathini na mbili drone mia nne arobaini ndani ya mji wa Kiev. Yaani hivi vyote vilienda mji wa Kiev, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya magharibi wanasema tangia hii vita ianze elfu mbili na ishirini na mbili mji wa Kiev haujawahi kupigwa na makombora mengi na drone nyingi kama hivi. Kwayo, kwa hiyo kwa mji wa Kiev hili ndilo shambulio kubwa kabisa kuwahi kufanyika tangia hii vita ianze. Tujiulize swali la kwanza, kwa nini mji wa Kiev uvamiwe na drone na makombora mengi kiasi hiki kwa sasa? Juzi niliwapa video ile Waziri wa ulinzi wa Marekani akisema kwamba wametoa baadhi ya miundombinu yao ya kijeshi kutoka Ukraine wakapeleka mashariki ya kati. Kwaiyo tayari Urusi anajua kabisa jiji la Kiev halina ulinzi, halina ulinzi sasa hivi. Kwaiyo ikabidi apeleke huu moto mkubwa kama onyo kwa Zelenski. Zelenski hakuwepo, Zelensky yuko kwenye mkutano wa G7, ambao kialihalisi lengo lake ilikuwa anataka akaongea na Trump. Kwa bahati mbaya, Trump ameondoka kwenye mkutano wa G7 kabla hata hawajakutana na Zelensky. Dunia iko busy mashariki ya kati, na Putin anajua kabisa dunia iko mashariki ya kati. Hata wale wanaomsaidia Zelensky sasa hivi wana focus na mashariki ya kati. Sasa ndio Putin akaona ndio muda mzuri wa kuanza kutimiza yale malengo yao katika ugomvi huu Mtu atajiuliza malengo ni yapi? malengo ya, ya Urusi cha kwanza kabisa ni kuiua Ukraine kijeshi, Ukraine asiwe na nguvu zozote za kijeshi. Hilo ndio lengo namba moja la Urusi. Lengo la pili ndio ile dinaz, denazification Ukraine asiwe na itikadi za kinazi, yaani kwa kifupi Ukraine asiwe na urafiki na magharibi. Uharibifu aliofanya Zelensky wa kuharibu ndege za Urusi za kijeshi Warusi wanajua kabisa Zelensky alishirikiana na intelijensia ya Marekani. Hizo taarifa tayari Warusi wanazo. Zelensky alisaidiwa na intelijensia ya Marekani. Sasa wakati huu intelijensia ya Marekani imehamia mashariki ya kati, ndio muda sasa Putin kutimiza malengo yake. Kuna kitu kinafanyika ndani ya Ukraine kwa sasa, nilikupa ile taarifa ya buffer zone ambayo inatengenezwa maana yake Warusi wameongeza mpaka mpya kabisa yaani wametengeneza mpaka mpya kabisa ambao kwa mujibu wa Urusi utamzuia Zelenski kurusha hizi drone zake kirahisi. Halafu kingine kilichofanyika kwenye ile shambulizi kwa, kwa mujibu wa Warusi, kuna viwanda vidogo vidogo vya kuasembo hizi drone viko ndani ya Ukraine, ndivyo Urusi anavitafuta sasa hivi. Hizi drone ambazo wa Ukraine wanazituma Urusi wana viwanda vidogo vidogo vya kuasembo yani, kuvifunga hizi drone, ndivyo Urusi anavitafuta. Kumbuka hata intelijensia ya watu wa Ulaya imehamia mashariki ya kati kumsaidia Israel. Watu watashangaa hivi, kwa nini Ulaya na Marekani wako busy sana kuisaidia Israel? Hili ni swali la kiimani, nitakuja kuwajibu, liko kiimani sana. Israel, mpaka aja apate nchi yake kama yake ya kuelimeka ni ngumu sana. Kazi ya Israel ni kuyajenga mataifa mengine, hizo ndizo baraka walizopewa ila Israeli kwa na nchi yake, hata Bibilia nayo ya isoma, sioni kama kuna sehemu Israeli alibarikiwa kumiliki mji wake. Israeli alibarikiwa kwamba popote atakapokwenda atafanikiwa. nchi yoyote Mwisraeli anaenda yeye kufanikiwa ni rahisi, lakini kujenga mji wao ni kazi sana. Kwa hiyo wakati dunia nzima iko bizi mashariki ya kati, ndio Putin akaamua kuunleash hii mvua ya drone na makombora nyumbani kwa Zelensky, mji mkuu kabisa, ndani ya mji mkuu wa Ukraini. Taarifa za magharibi wanasema amepiga makazi ya wananchi civilian target. Putin anasema kuna vimilitary installation vidogo vidogo viko kivu, ambavyo ndio vinatumika kurusha drone kwake yeye, ndo anavyovipiga. Tuelimike tusiwasote.